Okay. Flaviana tuambie, wewe starehe yako kubwa zaidi ni ipi ambayo unaipenda? Haipiti wiki au mwezi. Ni lazima hiyo starehe yako ifanye ndio ujisikie okay. Najisikia vizuri sasa. Mimi napenda mziki. Lakini nikishindwa ni, ni kwenda kwenye miziki, naweza nikaa nikakaa hata nyumbani nikafungulia mziki nika enjoy peke yangu, ila ninapopata wasani naweza nikaenda hata sehemu za kama kuna live band, labda na miziki mingine ya bongo wanaenda na sikiliza, narudi nyumbani. Wakati huo uko mwenyewe au uko na kampani yako? Sasa siku zingine nakuwa peke yangu. Kuna kipindi naenda na marafiki zangu ndio wakiume ma, waki wakike marafiki <laughs> hapa hapa kwenye starehe yako ni kwenye ile ile pesa yako ambayo unajibana bana ambao unaibana una pia na hii itaenda kwenye starehe au hii sasa inakuwa ni ya ziada? Sasa kuna mtu inabidi agaramikie? Hapana, ni kwenye hiyo hiyo. Kuna muda unaweza ukawa umefanya kazi vizuri wiki hii, ukasema ngoja nijipongeze hata wiki hii kidogo nipumzishe mwili kwa pesa yangu ile ile, eh, kwa pesa yangu hiyo hiyo. Ndio unajua unapotoka na marafiki, kuna kuna ile rafiki yako lazima, kuna mmoja labda anakuwa na kitu kabisa. Umetoka na marafiki lakini kuna mwingine ana kitu, anajua Flaviana hapa ataniweka mjini. imekaaje hiyo? Hapana kwa kweli marafiki zangu nao tukaga nao, kwa sababu huwa tutoki mara kwa mara; huwa tunapanga kabisa, jamani, weekend hii tunatoka. Kwa hiyo sijawahi kutoka na marafiki ambao wamenitegemea wa tunafika, kila mtu anakuwa na kiasi chake cha pesa kidogo, hatutumii kwanza hela nyingi, hata kila mtu akiona elfu ishirini ishirini tu inatosha. Ndio kwenye kazi yako, wakati umeajiriwa, ni jambo gani gumu unalokutana nalo kila siku linakliki kwenye kichwa chako linajirudiarudia? Changamoto ni nyingi, unakutana na wateja mbalimbali, mteja anaweza kakukwaza bila sababu yoyote, Aka Hmm. Una, una, una, mteja anaweza akaja akaamua kukukera lakini kwa kuwa ni mteja tumefundishwa, mteja akosei, unavumilia hmm. Sasa Flaviana tuambie tu sasa kuhusu Unique Barber Shop ndaniake, ina nini ndani yake, ina tofauti gani na saluni zingine ambazo tunazifahamu? Unique Barber Shop ina huduma nzuri sana, ina wahudumu, wana vinyozi wanajua kunyoa vizuri na huku ndani pia kuna huduma za hali ya juu viwango vya juu kabisa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wakazi wa Babati na wanje wa Babati wakaribia Uniki Baba Shop. Tunanyoa kwa mejiki, kwa mashine, tunanyoa kwa wembe, tunapaka blaki wevu, tunafanya scrub tunaosha miguu, tunaosha mikono, tunafanya maski na stima, tunafanya pia na masaji, tunahudumia na maarusi wa kiume. Na bei zetu tumeweka bei nzuri sana ambayo kila Mtanzania yeyote anaweza kuzimudu. Tunawakaribisha sana. Saluni kwetu ipo barabara ya River Nile, frame za kanisa la Mungu Ofisi yetu ipo karibu kabisa na kona ya Mrara, barabara ya kwenda River Nile, utakutana na bango kubwa zuri, imeandikwa Unique Baba Shop Yes. zungumza sasa na vijana wenzako, waondoe wasiwasi eh, kwamba wafanye nini na wenyewe waweze kufanikiwa. Kwa kumalizia, ni watoe wasiwasi vijana wenzangu walioajiriwa kwamba inawezekana ukijibana ukawa na malengo, kila kitu kinawezekana. Unaweza ukatoka kwenye ajira, ukajiajiri mwenyewe. Nawakaribisha sana, karibuni sana, nawapenda sana bwana. Bado niko saluni ya kipekee ndivyo naweza kuiita ma Unique Baba Shop ambayo iko hapa mjini Babati, jirani kabisa na kona ya Mrara barabara hii maarufu ya River Nile. Saluni hii inapatikana hapa niko na nimekutana na mteja pia hapa anaendelea kuhudumiwa, atatuambia tu kwa kifupi huduma za hapa amezionaje, amefili vipi kufika hapa. Mambo vipi? Mambo ya kupoa kabisa mm. Ndio e, tuambie tofauti na saluni zingine ambazo umewea kuzitembelea, kwa hapa namna ambavyo umehudumiwa tofauti na, uh, na saluni zingine hapa. Uh, kwa upande wa vinyozi kama unavyoona brother hapa eh? Uh, vinyozi wananyoa vizuri, wana utulivu na nimesema pia kuhusiana na vifaa, vifaa anavyo vya kisasa sana, lakini vile huduma zao wanavyokea mteja ni vitu ambavyo nime, nimependa sana kwenye hii saluni. Kwayo, hato, hapa, ukingia, kwa hiyo hata ukitoka hapa ukiingia kwa ajili ya kuoshwa pale, of course huduma uh, za kuoshwa ni nzuri pia, kwa ni tofauti na sehemu nyingine ambazo nimeenda kunyoa, lakini hapa ndio maana sasa hivi huduma zangu nikitaka kunyoa lazima nije hapa, kutokana na vifaa vyao na the way ambavyo wanamkea mteja ni kitu ambacho kinanivutia zaidi ndiyo uwe ni mshereheshaji, e, tuambie na unawashauri nini wale ambao, eh, maharusi watarajiwa kuhusu uh, uh, uh, si, ma, wa kupata huduma sehemu kama hizi. Mimi nawashauri kwa maana maharusi ambao mimi ni MC, sio? Mimi nawashauri maharusi wao wanakuja kupata huduma hapa wakati wana, wanajiandaa kama ni mtu kwenda kanisani, labda ni mtu pia anajiandaa uh, kwa ajili ya jambo lake lolote, basi ni vizuri akaja hapa akatengenezwa na maharusi nimesha, kuna maharusi kadhaa ambao wamesha kuja kutengenezwa hapa, wamesha niambia huduma za hapa zilivyo. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao tayari nimeshasherehesha shughuli zao wameshapata huduma hapa Unique Barbershop. Ya kwa hiyo nawashauri na maarusi wengine wakitaka sehemu nzuri eh, ukifika pale ukumbini kwanza, unaonekana uko vizuri, uko smart kwa hiyo ni vizuri wakaja hapa, ukitaka uonekane smart huko ukumbini, sio mtu wanaona kama huyu mbona aeleweki na vitu kama hivyo. Njoo Unique Barbershop, njoo utengenezwe vizuri, maarusi, upendeze ukiwa pale kanisani, ukiwa wapi, na vitu kama hivyo, inakuwa inapendeza zaidi. Kwa hiyo, Unique Barbershop, nafurahi sana kuja kunyolewa hapa.